Wyo, mazo, chamazua. Kwa hiyo tunabudi ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zote ambazo kwa katujalia hadi sasa, ikiwa neema ya uhai tuka wazima. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tushukuru Mwenyezi Mungu kwa lolote ambalo analo kujalia. Kwa hiyo kwa jamani, mimi ni diwani wa wadi ya Kiuyu Maziwa Ng'ombe, na ikiwa kama diwani ni diwani wa wadi ya Kiuyu Maziwa Ng'ombe katika pisha, pisha zangu Sa hapa na pale nimekuta kuna msikiti kwetu sisi Kiuyu Mbuyoni, ambao uko hapo mtaa wa Mkondoni na huo msikiti unahitaji msaada mkubwa sana. Kwa hiyo msaada wenyewe unahitaji bati, unahitaji ukarabati mkubwa tu. Kwa hiyo tunaomba kila ambaye kwa kuwa Mwenyezi Mungu atamjalia, tunaomba aje kwa ajili ya kuja kutusaidia ili kuweza kufanya ibada zetu kwa utulivu kabisa. Kwa hiyo mimi kama mimi diwani wa wadi ya Kiuma za Ng'ombe ninakabizi bati hizi hapa, ambazo kwa ni bati ishirini uh, kwa hiyo nawakabidhi uzazi wangu huyo hapa, ili kwa ajili ya kwenda kupeleka kwenye msikiti kwayo, kwa hiyo ninawaomba kwa yoyote ambaye Mwenyezi Mungu atamjalia, naomba tena tuje kwa ajili ya kwenda kuusaidia. Hichi ndio kitu ambacho kuwa nichakuweka kabisa, so kujenga majumba yetu sisi tu ukajisahau na sehemu za ibada. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hiyo